Kwingineko kule Tanzania, mgogoro wa umiliki na matumizi ya shamba la reli mjini Kitale umechukua mkondo mpya baada ya wafanyabiashara eneo hilo kupinga pendekezo ama uamuzi wa kamati za bunge la seneti na bunge la kitaifa kuhusu nishati na kawi kwa madai kwamba hawakupewa fursa ya kutoa maoni yao kama wafanyabiashara, kamati hizo zilipo zilipofika mjini Kitale katika ziara yake. Ni kama anavyotupasha Pita Nyongeza. Kamati hizo mbili za kawi na nishati katika bunge la seneti na bunge la kitaifa ziliandaa vikao na viongozi wa kaunti wakiongozwa na naibu gavana Beflomena Kapkory. Ila wafanyibiashara wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha viwanda na biashara Chamber of Commerce and Industry kaunti ya Trans Nzoia Titus Kiloni wamelaani vikali hatua ya kamati hizo kutotoa fursa kwa wafanyibiashara kutoa maoni town imezingirwa na forest, forest land ukikuja hapa ni railway katikati ya town ukienda pale chini ni prison ukienda pale chini i mean kule kwingine ni cargo ambapo wafanyibiashara wameumia kadi ya kutosha kwa barabara wanagongwa usiku na mchana kwa sababu hawana maana mahali ya kufanyia biashara juzi wamebomolewa na railway na hawana mahali ya kwenda so we thought in the event kwamba hao wafanye vikao zao the best they would have done was wakuja ground wasikize wananchi wapate kupeleka maoni yao mbele, licha ya hali ambayo waliwaleta hapa. Um, mimi na kuwa nashangaa kwa sababu nasikia watu walikuja mambo yao ya site visit. How do you come for the site visit and then you do not engage the locals who will give you the true story concerning what is happening here? Wafanyabiashara hao wametaja kuwa licha ya wao kufika eneo la reli na kutaka kutoa maoni kuhusu wanavyopendekeza shamba la reli kutumiwa, walishangazwa na hatua ya kamati hizo kutowasikiza. Wafanyibiashara hapa town ni wengi, penye wanafanyia kazi ni pahali padogo railway. Vile tumesikia chama ni amesema imesingira huku, kuna forest huku, kuna research huko chini, hatuna pahali ya kufanyia kazi. Vile tulisikia wanakuja kupitia kwa national government, tutatoa maoni yetu kuhusu shamba ya reli, tuone vile tunaweza at least pata nafasi pia tufanye biashara kama wakenya wengi mm, wakenya wengine, lakini tumeshangaa wakati wamefika hapa si hatukuja kusikia majina yao wengine. Yes. Wengine wao tunawajua hata. Mm -hmm. Lakini wamekuja kutuambia majina yao na wengine hata wakajificha kwa magari. Yeah. Hawakuja hata kuona. Yeah. Na kwa hiyo. Yeah. Vile wamekuja hapa kuna pesa yetu ya ushuru, wanafanya nini? Wanalipwa. Sasa sisi tunataka Kenya mzima ijue kuwa hakuna public participation imefanyika wapi? Yeah. Yeah. Wamemshtumu seneta wa Trans Nzoia, Allan Chesang kwa kile anachodai alishindwa kushinikiza maoni ya wakazi kutolewa kuhusu ardhi ya shamba hilo la reli linavyopaswa kutumika. Leo siku ya leo sisi tumekaa hapa tumengoja wewe ukuje tukuje tufanye public participation. Wewe umekuja hapa na watu kwa magari, wengine wamejificha kwa magari ndani, wawezi toka ndani. Waziri wa lands amekuwa hapa wa kaunti Acha ongee kitu yoyote. Mmeongea mambo machache watu wachache, mnaingia kwa magari mnae mnaenda. Hakuna swali sisi tumeongea, hakuna swali mtu ameuliza hata moja. Wewe umeharibu kaunti umeharibu hapa siku ya leo, sana sana. sana. Na lazima upigie kura na cheza ngwe wewe. Cheza kwanza ajue kwamba yeye ni senator, yeye okay, sio governor. Kama kuna kitu ambacho kinahusu shamba hapa Trans Nzoia, mtu wa kwanza ambaye anataka na ahusishwe ni governor. Sio sio senator. Kazi ya senator na kazi ya governor ni tofauti sana. Kama unatuambia ambia tuame tuame tuame, unataka tuende nchi gani? Sisi tuko tuna haki, tuko tuna haki na tunataka haki itimie. Wafanyabiashara hao wameandamana hii leo mjini Kitale na kutaka kila kiongozi kufanya kazi yake kikatiba bila kuingilia kazi ya mwingine. Kutoka Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, nikiripotia West TV, naitwa Peter Nyongesa.